Sasa leo nataka nivunje ukimya, mke wangu nilimnunulia Mercedes kama hii kwa milioni 84 Tanzania. Nimekuja Dubai, nataka nimnunulie mwanamke wangu wa pembeni mchepuko, na mchepuko mmoja kaolewa, na mchepuko mwingine yuko shule anasoma. Sijakwambia anasoma si shule gani? Oh, hii hapa, hii inauzwa shilingi milioni nne na laki tatu. Milioni nne na laki tatu, Dubai kuisafirisha mpaka Tanzania, ili kama ni CBM sijajua ngapi, sijajua maji wa CBM utakuwa kubwa gani, lakini natia kwenye container, nachukua full container milioni nne na laki tatu, lakini hapo naweza kapanda laki laki, laki laki, laki, laki, laki. Sasa hapo chini naomba comment Naomba, mke wangu, hii haikuhusu, namnunulia mchepuko sasa. Nimnunulie mchepuko yupi, mke wa mtu au mnunulie mchepuko ambaye anasoma hai hapa? Na mchepuko wangu mmoja, mke wa mtu mwingine, anasoma. nataka ninunue Mercedes. Come close. Which model? Come, come, come, come, come. Wewe vipi bwana? Mimi namnunulia mwanamke wangu. Wewe nisikize. Which model 2016. 2016 n elfu mbili na kumi na sita an import Japan, cc cc 2.04. Uh, yes four cylinder inavuta mbele na nyumba, ukisikia force inavuta mbele na nyumba cc 200 yes. I'm taking this for my wife. I have, I have a side chick okay. That is

Yes, niko na driver wangu hapa kutoka Pakistan lakini niko na mwakilishi wa Tanford. Bwana unaitwa nani ndugu yangu? Ah uh, mimi naitwa Emmanuel. Naitwa Emmanuel. Yeah, natokea Tanzania lakini based in Dubai. Based in Dubai. Yeah. Yes. And you where you coming from? Pakistan. Pakistan. Pakistan. Which part of Pakistan? Uh, Hyderabad. Which half Hyderabad? Hafidhaba. Hafidhaba. Yes. Yes, na mimi unaniona hapa ni balozi kutoka natokea Tanzania lakini based in dubai <laughs> najua inaweza kawa ngumu usiamini, lakini ndio ukweli ulipo. Naishi Dubai for the mid time. lakini ni Mtanzania, natoka pale Kigamboni, lakini sasa hivi naamia Mbweni kwa jumba la bilioni 4.3. Ingia www.tanforduae.com, jisajili pale uweze kuandika historia pamoja, ndugu yangu. Hii ni connection, ni connection fursa kwa Watanzania usio ya yeah, hii ni fursa kwa Tanzania, ni fursa kwa vijana wote. Yes, taasisi mbalimbali nimeambiwa TRA wapo on board. Nimeambiwa uh, Air Tanzania wako on board yeah. Bandari wako on board yes. TPA wako on board. Kwa the choice is yours. Wewe kama una taasisi una kampuni do the best. Ingia www.tanforduae.com. Call me. This is my expensive life. Na lindima nikiwa Dubenga